Mpendwa mtazamaji, kwa jina naitwa Mchungaji Hezron Mchenya na mimi kwa jina naitwa Victoria Mchenya. Tunayo furaha kukukaribisha kwenye chano hii ya YouTube ya Siku ya Tatu, mahali ambapo kitu pekee tunachokifanya ni kufundisha na kujadili habari za nyakati na majira ya kibiblia zenye msisitizo maalum unaohusu siku ya tatu. Na leo tuna furaha sana kuongea na wewe kuhusu mpangilio wa kibiblia wa siku ya tatu kwenye mtiririko wa nyakati na majira. Mm. Ha, sasa Mchungaji Hezron, tafadhali naomba utueleze kwa kifupi. mm -hmm. Je, siku ya tatu imepangwa iwe lini kwenye nyakati na majira? Amen. Kibiblia au kimaandiko, siku ya tatu ni siku ambayo imepangwa na Mungu ili iwepo au itokee baada ya siku mbili, ila kihistoria siku ya tatu ni siku ya miaka elfu moja iliyopangwa kutokea baada ya miaka elfu mbili. Kiufupi, Mungu ameweka siku fulani ya tatu katika miaka ya historia ya Kibiblia siku ambayo itatokea tu baada ya siku mbili, siku ambazo ni kama miaka elfu mbili. Baadhi ya maandiko yanayoongelea siku hii ya tatu ni pamoja na Hosea sura ya sita na mstari wa pili ambayo inasema baada ya siku mbili atatufufua siku ya tatu atatuinua, nasi tutaishi mbele zake. Hali kadhalika kitabu cha Kutoka ile sura ya kumi na tisa mstari wa kumi hadi wa kumi na moja inasema Bwana akamwambia Musa, enenda kwa watu hawa ukawatakase leo na kesho wakazifue nguo zao wawe tayari kwa siku ya tatu maana siku ya tatu Bwana atashuka katika mlima wa Sinai machoni pa watu hawa wote. Vilevile vile Luka sura ya 13 mstari wa 32 inaonyesha kwamba Yesu aliongea na wanafunzi wake akawaambia nendeni mkamwambie yule mbweha, leo na kesho natoa pepo na kuponya wagonjwa, siku ya tatu nakamilika. Maandiko yote haya matatu yanaonyesha siku fulani ya tatu ambayo imepangwa kutokea baada ya siku mbili, na hizo siku zimetajwa kama leo na kesho. Kibiblia au kimaandiko, siku moja ni kama miaka elfu moja. Kwa hiyo basi, leo na kesho iliyotajwa kwenye maandiko haya ni siku mbili ambazo ni kama miaka elfu mbili inayomaanisha kwamba hiyo leo na kesho ni kama baada ya miaka elfu mbili au hiyo leo na kesho ni kama baada ya siku mbili. Kwenye maarifa ya nyakati na majira ya kibiblia, Mungu ametenga milenium saba peke yake, ambazo ameziweka ili ziwakilishe miaka ya mwanadamu ya historia yote ya kibiblia tangu mwanzo hadi mwisho wa miaka hiyo. Na milenium hizo saba kihistoria, ni sawa na miaka elfu saba na miaka hiyo kibiblia ni kama siku saba. Tutaziongelea zaidi hizi milenium saba kwenye somo linalofuata. Hata hivyo, ndani ya hizi milenia saba zilizotengwa na Mungu zipo milenia mbili tu zinazotambulika kama milenia zinazobeba siku ya tatu. Milenia ya kwanza kabisa kati ya hizo milenia mbili ilikuwa milenia ya tatu kabla ya Kristo na milenium ya pili kati ya hizo milenium mbili, milenium ambayo pia ni milenium ya mwisho katika miaka ya mwanadamu ya historia yote ya Kibiblia, ni hii milenium ya tatu baada ya Kristo, tuliyoanza tangu mwaka elfu mbili na moja na millennium inayobeba siku ya tatu katika Biblia, siku iliyopangwa na Mungu kutokea baada ya siku mbili, ni hii millennium ya tatu baada ya Kristo tunayoishi sasa, ambayo imetokea hivi karibuni baada ya miaka elfu mbili kupita. Au baada ya siku mbili kupita tangu Yesu aondoke duniani kurudi mbinguni. Wow, wa asante sana kwa kujibu swali hilo. Mm. Sasa mm, kwa yoyote anayetutazama siku ya leo, mm, jambo gani muhimu ambalo ungependa ajifunze kwenye somo hili letu la leo? Mm. Mm. Jambo muhimu ambalo wewe unayetutazama tungetamani ujifunze kwenye somo hili la leo ni hili: siku iliyokuwa imepangwa kwa ajili ya wote waaminio kuishi mbele za Mungu hatimaye imefika na sasa iko hapa. Siku hiyo ni siku ya tatu, siku ambayo imebeba miaka elfu moja na ni ndani ya siku hiyo yenye miaka elfu moja au ndani ya milenium hii ya tatu baada ya Kristo ambapo sisi sote tunaoamini tunaenda kubadilishwa ili tufanane na Bwana Yesu na tutamwona kama alivyo siku hiyo, tutamwona uso kwa uso na tutamjua kikamilifu na dhambi haitatutawala tena. Na ni suala la muda tu, mambo haya yote yataanza kutokea. Napenda nihitimishe kwa kukutia moyo wewe mpendwa mwenzangu unayetutazama, ambaye unamwamini Bwana Yesu. Siku tuliyokuwa tunaingojea kwa hamu miaka mingi siku ya tatu ambayo pia ni siku ya mwisho wa historia ya Kibiblia. Siku hiyo hatimaye imefika na sasa iko hapa wow. Lakini pia wewe, ambaye unapenda umwamini Bwana Yesu, siku hii ya tumaini kuu inaweza ikawa sehemu ya maisha yako, na hilo ndilo jambo muhimu la kujifunza kwenye somo hili la leo. Wow, kumbe kweli kabisa tuko karibu sana na nyakati hizi mm-hmm, na tunavyofikiri mm-hmm. yeah. mm-hmm. tunapenda kushukuru sana kwa mm. kuungana nasi siku ya leo, Amen. Na kama ungependa kumpokea Yesu moyoni mwako mm. Tunataka tukupe nafasi hiyo muhimu mm. Tafadhali fuatisha sala hii fupi ninapoomba pamoja na wewe mm. Sema, Bwana Yesu, leo mm. ninakukiri kuwa bwana wa maisha yangu mm. Naamini kwamba ulikuja duniani mm. ukafa msalabani mm. na siku ya tatu mm ukafufuka mm. kuyaokoa maisha yangu mm. nisamehe dhambi zangu zote mm. na uandike jina langu kwenye kitabu cha uzima mm. katika jina la Yesu, Amen, Amen. Mm. Amen. Mm. Amen. Mm. ni shauku letu pia sasa kuona ukikua kiimani hivyo, mm. basi popote pale ulipo tunakutia moyo uungane na waumini wengine walio karibu na wewe mm. na pale unapoishi ili upate kujifunza zaidi mm, na hapa ndio mwisho wa muda wetu wa leo mm, hadi wakati mwingine tena. Mm, kumbuka, mm. siku ya tumaini kuu kuliko yote imefika. Mm, siku ya tatu iko hapa.